Hello Tanzania, was popping up again, karibu sana In Page Podcast, na leo tuko kwenye mwendelezo wa kitabu chetu pendwa. Ngoja uh, nikuoneshe zero to one cha Peter Thiel, na leo tuko tunaangalia upande wa ujumbe, my favorite part navyosoma kitabu bana, katika e, jumbe za hii kitabu. Kitabu bana kina jumbe nyingi, na unaweza kuchambua kutokana na unavyotaka, lakini according to me, na nakuletea jumbe tano za muhimu sana kutoka kwenye kitabu hichi cha Zero to One cha Peter Thiel. Ya bwana ujumbe wa kwanza kabisa au tuanze na tano ya, acha na, tuanze na, tuanze na moja tu. Ujumbe wa kwanza kabisa mm, ninavotoka, katika kitabu kwamba cha Zero to One ni kwamba Peter Thiel anaamini kwamba competition is for losers. Mm, nikisema competition is for losers ni kwamba Peter Thiel haamini katika competition. Ye Peter Thiel anaamini katika monopoly nikimaanisha kwamba Peter Thiel anachoamini kwamba unavyotaka kuanzisha kitu unatakiwa uanzishe kitu kipya ambacho hakijawahi kutokea before. So, by saying so, utakuwa umeepuka competition ambapo Peter Thiel anaamini kwamba competition is for losers. Ukiwa the best unatakiwa uanzishe kitu chako kipya na sio kuanzisha vitu vilivyopo. Ukianzisha vitu vilivyopo utakuwa na competition na competition is for losers according to Peter Thiel na mimi nakubaliana naye. Ujumbe wa pili chap chap tu kwa nyuma ya muda usichoshe, eh, unajua Peter Thiel anasema kwamba ujumbe wa pili naweza nikaweka hivi, go from zero to one instead of going from one to n. Peter Thiel kwenye kitabu chake anakuambia kwamba ukitaka kufanikiwa kwenye maisha hautakiwi kuanzia wenzako walipo. Hii ujumbe unakaribia kuingiliana na ujumbe wa kwanza kwamba competition is for losers, lakini hapa hivi unatakiwa uanzishe from zero to one. Mfano mzuri hapa tunamwongelea Tesla Tesla eh, yeye yeye anatengeneza magari lakini akaonelea kwamba nije na kitu cha tofauti, nitengeneze kitu kipya, nianze from zero to one. Ye akaanza kutengeneza magari, lakini instead ya kutengeneza magari ya kawaida, anatengeneza magari ya umeme. By saying so, unakuwa umeanza from zero to one. Hiyo Peter Thiel ya eh, mam kama, eh, vertical progress. Uh, <laughs> yeah, kama vertical progress na siyo horizontal horizontal, hiyo ni one to any lakini vertical progress ni zero to one. Ni, e, e, ni cha siri ambacho watu wanakiamini au watu wachache wanakiamini. Sasa wewe, kazi yako ni kukiweka kile kitu kichwani na kukileta kwenye idea. Mfano mzuri hapa naweza nikagusia kuna vile vitu vinaitwa BNB BNB ni nyumba fulani hivi za kukodisha na vitu kama hivyo e, watu wanakuwa wanashea zile nyumba na nini. Sasa e, kwa mtu ukimwambia ile idea ikiwa kama haijawai kutokea, unajua ikiwa ni no new idea, kwamba BNB kwamba unajua ni watu ile wanashea nyumba yako strangers, yani kwa allow the strangers into a house e, unakuwa kama mkodishaji, quite strange idea. Unajua kama mtu ajai kuona ikitokea inakuwa inashitusha, so kitu kama hicho ni the power of secrets. Yani, kuna kila biashara kunakuwa kuna siri if you need to really be a, a new kama ni, yani ni startup, unataka uamini katika kitu ambacho watu wengine either watu wachache wanakiamini au wewe mwenyewe unakiamini unataka to put into action. Ujumbe mwingine wa nne, mda wangu kunakimbia sana. Uh, ujumbe mwingine wa nne anasema uh, Peter Thiel anaamini kwamba founding team, yani founding team unapokuwa kwamba unaanzisha kitu unavyokuwa unaanzisha startup ile founding team yako ni muhimu sana ikawa na determined roles kuanzia mwanzo. Kwa mfano mkiwa mkiungana, mm, kwa mfano Peter Thiel wakati anaanzisha PayPal. Peter Thiel ameshiriki sana kwenye kuanzisha PayPal E, ameanzisha startup vingi vingi na maana ikavutwa na kitabu chake, yani unakuwa anaanzisha moja kwa moja, wanajua CEO ni nani, mtu wa masoko ni nani, mtu sio ni nani. Kuanzia mwanzoni. Yani anasisitiza kwenye ku build the good foundation for the nini For the startup anasema kwamba startup ambayo inakuwa na good foundation ni startup ambayo ina, ina startup ndo itakuja kuwa na positive eh, outcomes, kuliko startup ambayo rose za wale ajuikadi manager nani, nani, unajua kibongo bongo hiyo ndo mtakuja kuuana kutupiana majini na tania. <laughs> anyway, ujumbe wa tano ndangu so rafiki, sales ina matter as much as the product. Unavyokuwa na kitu kizuri sales yake pia inamata, sio kwamba usijivunie kwa sababu una product nzuri ukasahau watu wa sales. Hii kitu inawatokea sana watu wanaojikuta na sayansi nyinyi, wanasahau sayansi za biashara. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa marketing. Haijalishi bidhaa yako itakuwa ni nzuri kiasi gani, you need marketing for it. Na kitu kingine ni tujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Zero to One, marketing ni kipengele muhimu muhimu muhimu sana kwenye eh, biashara kitu kimoja pia Thiel amenifurahisha sana, anasema kwamba an ordinary good, unaona, can perform well than a good, tuseme good good than <laughs> a best good kwenye market, kwa sababu tu ile ordinary good watu wamekeza kwenye marketing. Hebu jiulize, mpaka leo Coca-Cola na uhakika eh, wa kuuza soda zake billions and billions, lakini bado anafanya marketing. Ushanifahamu? so wekeza kwenye marketing. Uh, anyway my time's up. najonyswa chosha sana, ina chosha. Anyway, naitwa Amos, karibu sana in page podcast kila Saturday, Mungu akitujalia tunaachia episode. Usikose the next Saturday. This is 0 to 1, 0 to 1 ya Peter Thiel, itafute, read it, ni kitabu kizuri kwangu, utakipata kwa 18k ni kwani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana mkubwa sana check my inbox ora ciao, good night. Uh, good night anyway.